Ni shida yangu naomba msaada. Mwanamke wangu alinitoka na miaka mitano nimekana watoto wadogo. Kwa hiyo ninachoomba, kwa kweli, nyumba sina, kiwanja sina, na sehemu ya kulima. Kwa hiyo ninachoomba, naomba nipewe msaada, nijengewe nyumba. Watoto wangu wanataka kusoma, lakini sina uwezo wa kuwasomesha. Ninachotaka ni kiwanja nyumba na kunisaidia vitu mbalimbali na sehemu ya kulima. Sina kazi ambayo inaniingizia kipato. Nilibahatika nikapata kazi ya kuchunga ng'ombe nikapata 2500, kipata 2500, humo humo kuna chakula, humo humo kuna sabuni, humo humo kuna mafuta ya kupaka na chumvi eh. Kwa nini nachoomba nahitaji msaada kabisa Changamoto aliyo nayo ya kwanza, hana nyumba ya kuishi, ana watoto ambao hawajajitambua. Baada ya kuwa mke wake amefariki, takribani miaka mitano iliyopita, ameishi kwa shida, kiasi kwamba kama mimi balozi wa maeneo husika, nashindwa ni msaidieje, maana na mimi nina mambo mengi ya Banya. Lakini kwa huruma ningeomba kama kuna uwezekano kwa wale ambao vile vitengo vya kusaidia wenye shida wenye changamoto waweze kusaidia huyu ndugu, kwa sababu hali aliyo nayo siyo nzuri. Nyumba aliyo nayo ina mvua ikinyesha, hii nyumba wana wanasimama. Hata chakula ni changamoto, mazingira nayo ishi, hana kiwanja eneo alilo nalo ni eneo ambalo ni la shida. Hata mke wake alipofariki, wakati tunamzika, tulikosa hata shimo ni maeneo ya mawe mawe, tulishimo kulipata ilikuwa ni shida, wananchi walichimba wakapata shida, basi tukaweka hivyo hivyo tukahifadhi hivyo hivyo, tuka hivo, hivo. Lakini kweli shida hiyo nayo ni kubwa, na mazingira yake, watoto hawakwenda hawa, hawa, hawa shule kwa sababu hana uwezo wa kuwapeleka shule, maana hana chakula hana jinsi ya kuwapa hata mavazi, yeye alivyo mpaka kipindi kilifika changamoto zikaanza kujitokeza, mara wengine wakasema wanaibiwa vitu vyao kwamba yeye ndiye anaiba. Lakini baada ya pale, mimi kama balozi niliweza kuwashawishi wafugaji wa ng'ombe za polini, baadhi wamo wachache, kwamba wanahitaji mfanyakazi, ikabidi niwashawishi, wakakubali ili nione kwamba hizo tuhuma zinaweza zikapungua za kusema kwamba vitu vinavyoibiwa sijui mashamba kwamba ni yeye anaiba. Baada ya pale ya, ya nimefanikisha me, ni nime zoe zoezi hilo, nikawaeleza kwamba huyu mtu mnavyomuona ana watoto, hana kipato, hana shamba, hana pa kuchukua mhogo, hana pa kuchukua chochote kile, yeye atategemea hako kaela mnakompa. Kwa hiyo walipokubaliana kukubaliana, kwa siku wao nafanya elfu mbili na mia tano, elfu mbili mia tano akiipata anakuja, anagawa anaenda anachukua anahemea chakula kijiweni, kama ni unga, kama ni mchele, kama ni mafuta, yeye mwenyewe anajua jinsi anavyopangilia kwa hiyo ana, anahemea analetea watoto wana, ana, anachukua jinsi ya kufanya watoto wameishi hivyo hivyo kwa shida shida, wanakula mlo mmoja usiku tu ndipo ana, anaenda napitia maji ana, akitoka kuchunga anaingia saa kumi na mbili na nusu anaenda kuchukua maji mtoni analeta anawapikia usiku hicho chakula nyumba ya kwanza liyoijenga ilikuwa ameijenga, siku moja ikaungua, wale watoto wakaunguza kwa sababu ilikuwa ni, ni, ni majani ya migomba chini na juu. Ilivyoungua akasema bado nimeungulia nyumba, nikaja nikajilizisha, nikakuta nikafikiri kuna mtoto mmoja mlemavu wa kike, nikauliza vipi, yule mtoto mlemavu ametoka? Akasema kwamba wamemvuta ametoka. Nikamshukuru Mungu kwa sababu nimekuta yule mtoto yuko hapo, anaendelea hivyo hivyo. Hata nyumba anayoishi sasa hivi ni shida, ni mateso. Kwa hiyo sasa yuko hivyo hivyo, tunamwona anaenda, tukiona ameenda kuchukua ng'ombe za watu, ameenda amepita, na tunasikia hakuna shida. Na hawa watoto, Mungu kweli yupo, kwa sababu ndiye anayewalinda, kwa sababu kuna kipindi mtoto mmoja aliugua, akampeleka zahanati mtana akasimamisha ile kazi, alienda wakamtibu. Siku hiyo moja tu ndipo nilisikia amesaidiwa, kwa sababu anaendelea. Lakini changamoto watoto kweli hawawezi kusoma, hawana mavazi, hawana chakula, wanachokula ni cha shida shida. Kwa sababu hiyo elfu mbili na mia tano mtu akiigawa kweli, hali aliyo nayo haikizi vigezo, mara pate sabuni mara pate nini, kweli ni shida. Kwa hiyo mimi kama balozi nilikuwa naomba Kweli kama kuna sehemu ambapo tunaweza tukapata msaada, naomba apatiwe msaada angalau hata ili eneo apatiwe hata eneo lingine ambalo anaweza akawekapo ka, hata mboga akalima, angalau watoto wakapata chakula na yeye angalau akajikizi. Kwa hiyo hayo ndiyo maelezo yangu na hiyo ndiyo changamoto ambayo tunayo kwenye shina langu kupitia huyu ndugu yangu Rajabu.